Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulil Karim sallallahu alayhi wa sallam. Enyinyi abiria wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barak e, ninaendelea katika silsila ya e, kutoa ngalao hadithi <coughs> katika wakati ambamo hatuna misikiti mingi ya kuzungumza na tumeandaa vitu vingi, lakini <clears throat> wataniuya radhi watu wa kwenye magrupu ninafuata sana, mnasema mengi, munaandika mengi. Wako wengine wamefika kuzungumza kirafiki wakasema, huyu shekhe sasa naona kaa vile akili zimemruka. Niseme hivi, siku za karibuni zi akili zitakurukeni eh, nyie na. Nakuambieni mashekhe wa Burundi, mimi si mtu wa kukuogopeni nyie. Mmenikuta niko kwenye dawa Ivi shekhe gani yupo hapa Bujumbura aliyenitangulia mimi na Sheikh Abdul Jabbar kwenye dawa? Nani? mmenikuta niko kwenye dawa, ntakukumbusheni kama mnavyoweza kunikumbusha mimi. Kuweni makini, barabara mnayopita inajaa nyoka, na wala msije mkajidanganya kwa elimu ambazo mlizopata huko mkadhani nyie mwajua kila kitu. Ziko zingine mnapiga chenga au mnabadilisha gia angani, twajua hayo mambo sote ni watu wa tekniki hizo. Isikilizeni hadithi ambayo alimamu Ibnu Hajar Al-Asqalani katika Fathul Bari sharhe Sahihul Bukhari, ameweka katika ipo katika juzu li la kumi, ukurasa namba 118 na ametoa mlango makhusus babu ujubi iadatul marid mlango wa ulazima kumtembelea mgonjwa. E, ambao mnasikiliza na mnaandikaga mnayoandika. Maana hii nchi ya Burundi, hii nchi ya Burundi akiguswa shekhe, wafuasi wake wanasimama. Sisi mashehe ni kina nani kwani? Na hakuna mashehe, tutaingia motoni? Jamani, tuambiane ukweli. Mimi hii hadithi naielekeza kwenu. Anasema Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nyie mara nyingi mtu akikosea suna, oh, amekosea suna. Kwanza nijue hiyo suna ameikosea ni ya nani? Ni Abdulqadir Aljilani? Ah, ah ni ya mtume tahara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa msikilizeni, wala hapa sidhani kama atatokea shekh wakunaambia hadithi hii ni dhaifu, hadithi hii ni maudhui, hadithi hii. Utoto huo wa aina hiyo tutakwenda nao ki utoto, utoto na wako. Mashehe ni mahodari sana, mahodari sana, wanajijua kwamba wao ni wajanja wa kuzungumza. <laughs> tunaacha tunakaa kimya, hata katika yale mnayozungumza, tunayo tunaweza kuzungumza. Mimi nataka tuende kwenye hii hadithi, man ada maridan, man alladhi qala hadha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Nani katuletea hadithi hii? Thaubani maula Rasulullah sallallahu llahu alayhi wasallam ni mmoja katika watu walikuwa wakipata malezi kwa mtume wa umma. Mimi kwa heshima yake huyu naishia hapo, wala msidhani kwamba sina jina lingine la kuweza kumwita. Anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man ada maridan, yule anayemtembelea ndugu yake mgonjwa Lam yazal fi khurfati ljanna, kwa muda wote atakana ndugu yake mgonjwa na kutoka nyumbani na kutembea na kumtembelea, atakuwa yuko katika matunda ya peponi. Tizama hii khurfatu ljanna alivyotafsiri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, walimuuliza ya Rasulullah, e, ewe mjua wa Mwenyezi Mungu, wama khurfatu ljannati hiyo khurfatul jannati ni nini? Qala jannaha, akasema ni matunda yake yaliyoiva yanatoa harufu. Embe zilizoiva za peponi, epo zilizoiva za peponi, ndizi zilizoiva za peponi wewe umo humu ndani, humu ndani, humu ndani, humu ndani, humu ndani yani uko kwa ndugu yako unamtembelea, lakini umo ndani ya pepo yake Allah. Yaani, yani, tujitahidi angalau siku moja uingie na utoke. Al-Imam Muslim rahimahullah, hadithi ya mipa namba ni hadithi namba 2568 25.

ya muislamu kwa ndugu yake. Ajabu sana wallahi aladhim, hata kuinua simu inakushinda jamani. Ninaomba mnisikilize vizuri sana. Mimi ninayezungumza si shehe, naitwa bwana Mustafa tu, lakini lakini hivi nitafikia kiasi hiki kutokuwa na akili ya kujua kwamba huyu shehe huyu na yule shehe yule wamerudi nyuma, wamenikimbia sababu tu nilisema ukweli katika jambo. Chezeeni mimbari, kisha muone majibu yake. Zichezeeni mimbari, kisha muone majibu yake. Tusije tukawachanganya waumini. Najua watu watachukulia sasa maneno ndio waandike, angesema hivi akasema hivi. Hapana, niko wazi kabisa, nasema kweli. Inatia aibu mtu ambaye mashehe wenu na walimu zangu wanakwenda moja katika nchi tena, bilwufud kwa wingi tu ninaacha kazi zangu zote kwa kutaka fadhila hiyo, na maushahidi ninayo. Ati awepo tu mtu mmoja anaumwa, <laughs> wallahi, mnamkimbia mnamkimbia, kisha kesho mnakwenda kujigamba kwenye mimbari. Nimesema, ichezeeni hii shilingi yangu hii kwenye hizo mimbari, bahati zisinifikie. Zikinifikia nitaleta hadithi nyingine. Sikiliza ndugu yangu, shekhe mistaki maamuma. Bwana mashekhe ni ndugu sisi, ama na maamuma ni ndugu tabana, na maamuma ni ndugu hapa atakuja mtu analeta kaida fikhia sijuu idha kama bihi babuna sijui sakata bihi. Hey, ni bwana, twende kwenye hii hadithi direct moja kwa moja. Man ada maridhan, yule anayemtembelea mgonjwa, lam yazal fi ghurfati aljanna. Hakuna kusema yule anayetuma. Sikilizeni, niwambieni jambo, wallahi lazim na watu mtakao nisikiliza wallahi, nakwapieni, mi ninayezungumza naweza nikafa mkanizika, kwani kwa sababu hamnaga tabia ya kuwakumbuka watu waliofanya kazi za dawa. Nyie ni watu wa kujimwambafai, mnataka kila kitu nchi nzima ione kwamba ni nyie mlikokifanya, wakati majavi tumekutandikieni sisi. Ninasema hivi nikiwekwa kaburini Kaeni miaka mia tano, lakini magonjwa yatakupateni tena machafu na mabaya zaidi ya yale mnayodhani yenyewe. Muombee dua ndugu yako mgonjwa, mpigie simu ndugu yako mgonjwa, utasema huna habari. La, habari unazo, na tuna dalili za kukuonyesha kwamba habari mnazo. Msiichezee shilingi jamani, kwenye mimbari Mkadhani kwamba mtaendelea kunifungia mimbari. Kwanza masala ya kufungiana tena mimbari hapa Bujumbura, ni mimi mwenyewe nimekataa misikiti tu ya Buyenzi kwa sababu zangu, ila sehemu nyingine yote hamtothubutu wala hamna uwezo wa kunifungia. Na hapa wallahi, uwezo huyo hamna, uwezo huyo hamna. Pimeni mwone. Nyie ndio watu wa kusema mtoke muone ndugu zenu wagonjwa, nafasi ya mufti wetu, Allah amridhia mhifadhi. Nyiye ndo watu wa kutembelea ndugu zenu, taban. Pengine mzungumzaji anaweza kuwa mgonjwa, amekaa kitandani, anasubiri apangiwe siku ya kufanyiwa operesheni. Haya, huyo msimtembelei, kwa sababu mwajua ya kwamba A -a. ni mnyabuonga nie mashekhe, mnako kwenda. Mtume alisema hayo mambo mnayo yakumbatia yananuka, sitaki kuyasema, iyadatul marid haqqun min huquqi lmuslimi ala akhi, kumtembelea mgonjwa ni haki, ni haki ya muislam kwa nduguye kwa nduguye ni haki ni haki. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu alimwambia Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, siku moja, twende tukamtembelea Ummu Aiman. Alikuwa anapendwa sana na Mtume sallallahu alaihi wasallama Walipofika pale wakamwona Muhammad analia, wakamwambia, kwa nini unalia? Akasema, ninalia kwa sababu mmekuja wakati ambamo wahi haushuki tena, wakalia wote pamoja. Hizo visheni hadithi, alafu nikuleteeni mlolongo wa vitabu jesi. Mnalalaga, mnakoroma, mi silali, pamoja na elimu yangu kuwa ndogo, kisha

ana malipo mengi kwa Allah. Mtume hawezi kusema maneno ya uongo hapana, hawezi kusema maneno ya uongo hivi. Sijaona nchi ambayo imeshehena watu wenye maroho mabaya kabisa kama watu ambao wamesoma, tunayumbisha maamuma. Semeni mnayoyasema, fanyeni mnayoyafanya. Hamtoniziwia kulala, hamtoniziwia kuswali, hamtoziwia kifu kwangu, wala hamtoweza kunipa thawabu wala kunipunguzia thawabu. Lakini nakwambieni ukweli, mashehe wa Burundi, badilikeni. Watakao kuogopeni ni hao hao, si mimi. Kalaa, nilianza kazi mbele yenu wassalamu alaikum wa rahmatullahi